Watu wenye ulemavu wameonekana wakiwa wamekaa katikati ya makutano ya barabara ya Kawawa na Uhuru bila woga huku wakifukuza watu hovyo kwamba hawahusiki katika kuwasaidia, ambapo katika mahojiano na baadhi yao wamesema wamesikitishwa na kitendo cha serikali ya wilaya ya Ilala kuwavunjia meza zao na kusababisha upotevu wa baadhi ya mali zao. serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imezidi. Imezidi kivipi tena? Tumekubaliana na mkuu wa mkoa kutupa maeneo ya kufanyia biashara tupate riski ya kujikimu na watoto zetu. Miezi mingapi imepita? serikali hiyo hiyo bila makubaliano inakuja kuvunja na wakati wa mwanzo walituambia watakachokifanya chochote lazima tutakuwa na makubaliano hapa. Hata kama kulala tunalala, hata kama siku tatu, ili mradi aje mkurugenzi atugee meza zetu na biashara zetu ndo tunatoka. pengine amuogopi amuogopi nguvu ya dola, hatuogopi nguvu ya dola kwa sababu sisi tuna haki kama wao, na sisi ni raia wema kama wanavyojiona wao. Naona kwa hatujaja hapa kusema kiugomvi kiniizo, nataka haki zetu tuzipate licha ya barabara mbalimbali kushindwa kupitika kutokana na sakata hilo ambalo limevuta hisia za watu wengi, baadhi ya madereva wamelalamikia kusimama katika msongamano kwa muda mrefu, huku akidai kuendelea kwa sakata hilo inasababisha shughuli mbalimbali muhimu ikiwemo shughuli za maendeleo kusimama. Sio acha kabisa mwenye, si unaona hapa yani, hapa tumekaa hapa na zaidi kama masaa mawili nipo, alafu na hiyo kontena unapoiona hapo, unapozidi kukaa kule, rent zinatakiwa ziendelee kulipiwa. Eh, yani hapa ni athari moja kwa moja. Yani hatuelewi... Kiongozi ambaye amefika pengine kuzungumza nao, sijamuona. Mimi nipo hapa muda wote sijamuona kiongozi aina yote. Naona tu baadhi tu ya watu wanakuja wanaondoka wanakuja wanaondoka. Nilikuwa nategemea saa nne nikashushe kontena au sio bwana Mage, kontena zinashushwa kutokana na barua. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ina maana muda ushapita. Mm. Eh. Yeah. Mimi naona ni, ni, ni, ni, ni viongozi walotoa amri ni wazembe viongozi wa site au sio bwana kwa sababu mtu ulimweka pale alafu leo tena unakuja kumvunjia kwa kumvizia usiku kutokana na hasira za kuvunja meza zao majira ya usiku bila taarifa, baadhi ya viongozi waliofika katika eneo hilo ili kuzungumza nao walijikuta katika wakati mgumu, huku askari polisi wakitumia hekima ya kutowatawanya watu hao kutokana na hali zao majira ya saa kumi jioni, huku msongamano wa magari ikiendelea kutesa watu, baadhi ya watu walioonekana kutembea kwa mguu katika baadhi ya barabara kwa kukosa usafiri, huku mkuu wa wilaya ya Ilala Raymond Mushi akikubali kuwepo kwa maelezo ya maandishi kuwa wafanyabiashara hao watarudi katika maeneo yao, huku uchunguzi ukianza mara moja ili kubaini madhara ya vunjavunja vunja hiyo pamoja na swala la fidia. Tunahitimisha hii suluhu kwa njia ya maandishi tena kuwapa nguvu maandishi yaliyopita kwamba wanafanya biashara wenye ulemavu warudi kwenye maeneo yao ambapo meza zilivunjwa. Wenye uwezo wa kujenga meza kwa sasa hivi wanaweza kujenga meza kando ya shule zao, lakini tukiomba pia serikali iweze kufanya fidia katika meza ambazo zimevunjwa, kwa sababu hiyo iko wazi, sio swala la uchunguzi. Lengo letu ni shughuli zirudi kama kawaida, barabara ifunguliwe, kwa maana ya hawa wenzetu walioko barabarani waondoke, waache barabara zitumike kama kawaida, wakati huo wakitoa nafasi sasa kwa manispaa pamoja na sisi viongozi wa serikali. Kusimamia hoja zao eh, ili kila upande uweze, uweze kuridhika. Barabara hizi sasa zimeshindwa kupitika. Watu wenye ulemavu wametanda katika makutano ya barabara ya Kawawa na Uhuru, wakidai kwamba wamevunjiwa zaidi ya meza 280 walizokuwa wakitumia kwa ajili ya biashara. Hali hii sasa inaonekana kuwasumbua watumiaji wa barabara kutoka Buguruni, kutoka Kariakoo Keko na kutoka Magomeni. Shughuli mbalimbali zimesimama kutokana na msongamano wa magari kutoka katika makutano ya barabara ya Kawawa pamoja na Uhuru jijini Dar es Salaam. Samahela, ITV.